Low voltage kawaida huwa uh, ni kitu kibaya sana kwenye vifaa vya umeme, kitu kibaya sana kwenye vifaa vya umeme. Kwa hiyo nitoa wito wangu kwamba tusogezee huduma za transformer kwa wingi, ili tuweze kuepukana na mambo ya low voltage ambazo mara nyingi ndio main causative ya kuungua e, vifaa vya umeme hasa mota, hasa wakati ule wa kwanza umeme unapozima afu unapoanza afu nakuta umeme kidogo. Kwa kweli, moto mpaka hapo ikawa salama e, inakuwa ni, ni bahati. Katika, katika umeme basi mambo yatakuwa safi, miradi inayoenda kutengenezwa kama huo mradi wa wilaya ya Kishapu unaenda kuongeza kwenye gridi ya taifa, kwa sababu sisi huku tuko mbali sana na vyanzo vya umeme. Vyanzo vya umeme vyote viko mbali na sisi hapa Shinyanga, ndio maana tulikuwa tunapata shida wa wekezaji kwa sababu ya umeme ulikuwa mchache, kwa hiyo sasa hivi huu mradi utakuenda nani unawenda kuangaliwa, sasa hivi tunaokwenda kuangalia huko Kishapu na wenyewe unaunganishwa kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo ongezeko la umeme katika maeneo yetu ya mkoa wa Shinyanga na, na Mwanza na wapi yatasaidia sana kwa wananchi kwa kazi za maendeleo. Mkoa wa Shinyanga tuna wateja takribani laki moja na kumi na mbili mpaka mwezi wa tisa tuna wateja ndani ya wateja hawa katika wateja laki moja na kumi na mbili wateja wakubwa mpo mia moja thelathini na nane kwenye na mchango wa mapato, ninyi wateja mia moja thelathini na nane mnatuchangia nusu ya mapato, yaani asilimia hamsini. Tunawashukuru kwamba mmewekeza hivyo, tunazidi kuwaomba mzidi kuwekeza zaidi kwenye vituo vyetu, kwa sababu ni uwezo tulionao wa miundombinu wetu kwenye mkoa wa Shinyanga ni mkubwa sana kulinganisha na uwekezaji ambao umeshafanyika, na tumejipanga pia ili kwa, tunajua kwa sehemu kubwa mmewekeza kwenye mitambo lakini pia mnasaidia kuinua uchumi wa nchi kwa kuangalia idadi ya wafanyakazi mlio waajiri wa. Tunazidi kuwaomba mzidi kuwekeza, lakini pia utaona e, sehemu kubwa ya upanuzi ambao tunafanya sisi tuko kwa ajili kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa uh, ya kuwasaidia kupanua ile miundo mbinu mahali popote ambapo ulipo ukiamua kuongeza uwekezaji ukaongeza idadi ya mashine ukitoa taarifa mapema, na sisi tunaweka kwenye plani zetu kwa ajili ya kuongeza ile miundo mbinu. Kuna changamoto ambayo imejitokeza hivi karibuni kutokana na mwitikio mkubwa wa watu kuunganisha umeme. Watu wanapata changamoto ya umeme mdogo na kumekuwa na malalamiko ya mara kwa mara. Sasa TANESCO mkoa wa Shinyanga tumepanga kutekeleza mradi wa kufunga kifaa kimoja kinaitwa Automatic Voltage Regulator, AVR. Mradi huu kwa sasa upo kwenye hatua za awali, lakini tunataka tujitahidi mpaka mwishoni mwa mwezi Desemba huo umekamilika, na hali ya changamoto ya umeme mdogo iweze kuokutatuliwa kabisa.